Koja, nimlete ndugu yenu na mdogo wenu Godwin Lazaro Ndichaye. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu, uh, kuna neema ya Mungu juu yake na Mungu amempa neema katika jiji la Dar es Salaam na ninaamini Mungu atamfanya kuwa mtu mkuu, kwa sababu ahadi za Mungu zote ni kweli. Sasa kila ninapomuona mimi najisikia vizuri kwa kweli. Ukiwa nabii ukazaa nabii, si furaha jamani? Eh, ni vitu ambavyo ni adimu, ni vitu ambavyo ni adimu, lakini vinapo Mungu anapoviruhusu tuna mahali pa kumshukuru Mungu sana sana. Na mimi namwombea Mungu ampe neema, busara, hekima nyingi, Mungu aziachirie juu yake katika siku za maisha yake. Mungu aendelee kumtumia kama chombo kwa heshima yake takatifu, nimkaribishe kwa ajili ya madhabahu hii. Karibu, barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uhari gani, unajisikiaje na hali? Nisaidie kumtabasamia kumta jirani na kumsalimu. Sasa, mbona mnakaa bila kusalimiana? Salimia watu kumi tuone kama utakaa, watu kumi utawafikisha? Umekaa, kuna mtu ajasalimiwa kule mwisho? Mnasalimiana, mmekaa, mko vizuri. Salimia watu kumi, uwe mwaminifu. Hapa kuna pepo hapo, kemeeni hapo. Asante Yesu. Asante Yesu. Haleluya. Yesu. Na kusalimu tena katika jina la Yesu. Mimi nimefurahi kuwepo nyumbani. Sasa tunafanya lile tangazo letu la kila siku. Wangapi hawanifahamu? Wangapi leo ndio wananiona kwa mara ya kwanza? Punga, hivi ndio unaniona leo kwa mara ya kwanza? Ah, sio wengi tu wasionifahamu. Tusimame wageni, maana yake <laughs> Simon hatujashuhudia sana, hatujafanya uinjilisti <laughs> Nina miezi mingi sipo hapa, tuwapigie makofi wageni <laughs> Mungu awabariki. Naitwa Godwin Ndichaye, ninatokea Kigamboni, Dar es Salaam. Asante wazee wa kanisa kwa kuendelea kufanya kazi yenu njema na utumishi wenu mwema. Sasa mambo yangu yameishia hapo, tuendelee na neno la Mungu. Ah, nimeoa nina watoto watatu. <laughs> Nina mke na watoto watatu. Amen, amen. Sisi Dar es Salaam hatujambo, na wao wanaendelea na ibada. Amen. Hapo nyuma uh, hapo, hapo nyuma mimi sio mzee, ila kuna sehemu napafahamu hapo nyuma hasa eh, walio wazee watalisaidia kupakumbuka vizuri, kwa sababu wao watakuwa wanapakumbuka zaidi. Kuna mtembeo wa Roho Mtakatifu, sio ndo? Tushaanza, ndo tushaanza, ni ndo ungeanza kuandika. Kuna mtembeo wa Roho Mtakatifu, ndo tushaanza. Kuna mtembeo wa Roho Mtakatifu kama usipofundishwa kwa kuwekewa guidelines Kiswahili, sina cha guidelines, nimetafuta hilo neno sana leo. <laughs> guidelines kama mipaka ama utaratibu. Tusipoweka kama guidelines, precepts, halafu tukafundisha kwa mifano, kwa mifano maana yake kwa watu kuona namna mtu anavyofanya wao waige, huo mtembeo wa Roho Mtakatifu utapotea baada ya muda kwa sababu kama hautafundishwa kwa precepts na kwa mifano vitafanyaje? Vitapotea. Sasa nilipofikia kwenye hii kauli, ndio nikakumbuka sasa hapo zamani, nilipokumbuka hapo nyuma nikakumbuka yafuatayo. Namba moja, uh, kufunga na kuomba kwa mfano. Bwana Yesu asifiwe, nisaidie ili muwepo darasani na asiwepo mtu akusinzia, mwambie jirani, kufunga na kuomba kwa mfano jirani sio mimi mzee wa katisa upo hapo, mwambie jirani: kufunga na kuomba kwa mfano. Sasa hivi mnaweza msielewe, lakini ninawataarifu, sio natabiri na wataarifu, tuna warokole wanaitwa wakristo wapendwa katika Bwana, wamenunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo, ila wana ujasiri wa kukaa hata miaka miwili bila kufunga. Malizia na ile nyingine, tuko pamoja na ukiendelea ku, kuendelea kwenda Uh, nikurudishe nyuma zamani. Tulikuwa tunasimama kwenye ibada kama hii, tunasema wangapi mlishawahi kuona kipofu amewekewa mikono akaona? Tulikuwa tunapata kanisa, hata nusu ya kanisa watu wananyosha mikono, lakini with time, baada ya muda kwenda, sasa hivi tunaweza tukasimama kwenye kanisa kama hili tukasema ni nani alishawahi kuona kipofu anaona? Unaanza kuona wa, wa, wa, utaona wale wazee wazee Halo Halo, wale wazee wazee wenye umvi waliokuwa na Mungu ndio watanyoosha mkono. Mimi nilishawahi. Mbona hampo? Niko kwenye kanisa ambalo sio? Mbona mnijibu? Mnaniangalia. Tuko pamoja? Ai, twendeni pamoja. Nimeshasema, ndo tumeanza. Msishangeni, nimemaliza. Tuko pamoja? Kwao wazee wazee ndio utaona wanainua mkono kwa sababu kuna namna wanakumbuka waliona Mungu akifanya ukiwauliza ulishawai kuona mtu anawekewa mikono anapona? Watasema ndio tulishawahi kuona. Alafu unakuja kwenye hii generation sasa, unawauliza mlishai kuona, wanasema wanasikia Mungu anaponya, wanaona wana, wengine kwenye TV eh? Wanaona mtu anawekewa mikono kwenye TV, sijui anaanguka kwa nguvu za Mungu sijui ngani anapona. Ni, ni story wamekusanya kwa kuangalia, ndio wanazo kama visipofundishwa kwa na kwa mifano, baada ya muda vitu hivi vifanyaje? Hupotea. Nimekupa mfano kufunga na kuomba, mnachukulia poa lakini the moment mnaenda ndivyo, watu wanaacha kufunga, ndivyo watu wanaacha kuomba. Kwa hiyo kama kanisa, haleluya, kama kanisa tunaweka msisitizo wa kuendelea kusema mambo haya ili kwamba muda unavyoendelea kwenda vitu hivi visifanyeje? Visipotee. Ni kazi yetu kama mchungaji, kama mchungaji wa eneo husika, kama mchungaji wa mahali husika, kuendelea kufundisha na kuonyesha kwa mifano, ili kwamba jambo hili lisifikie pointi likaishia kwetu ama likaishia kwenye kizazi cha yule mzee pale, baba yangu ama kikaishia kwenye kizazi cha wazee wa kanisa, ama hawa wangapi wangapi walioanza na Ndichaye kuna watu walianza na Ndichaye wana, bado wanakaleka <laughs> Haleluya! So ukizubaa itakuja generation ambayo hawafungi. Malizia ile nyingine Om, ongea kwa nguvu. Naweza kuwa ndio wewe huyo huyo, ila jikaze, hawafungi <laughs> na wapo kanisani, ibada zote za wiki hawakosi ibada, ila hawafungi. Kwa hiyo oh, tusipofundisha tusiposema, tunaendelea kupoteza. Leo leo nimekupa mfano, mtu anakaa mwaka mzima hajafunga na kuomba. Mwaka mwaka maombi aliyo ya yaomba ni yale aliyosikia ya kanisani, tuombe Baba katika jina la Yesu ame, ame. Ana, ni Mkristo anaamini maombi yale wanaoomba ya, ya ujumla ya kanisani, yeye ndio yanamsustaini kuishi kama Mkristo, halafu nategemea nguvu ya Mungu ionekane Unategemea muujiza utake place, unategemea kitu chochote cha kiungu kitokee. Hapana, kwao tunabaki na nadharia ya vitu vya Mungu kwa kusoma na kusimuliwa, ila hatujaviona, hatutaviona, hatuvioni. Ila tukiwa hapa tunatiana moyo tu, Bwana yuko pamoja nasi, iasa ame. <laughs> Yesu yuko pamoja nasi ame. Unaona hamna kwa visipofundishwa, vinapotea. Aturudi sasa ile zamani. Kwa hiyo pale nyuma ukiangalia, mimi kufunga na kuomba sio kwamba nilihubiriwa kanisani au niliona nyumbani, na nilikusimulia siku moja, mama yetu mzazi, mama yetu tuko watano, mama yetu sio mama yangu peke yangu, tuko watano, so mama yetu mzazi walikuwa wakienda kufunga mlimani. Naliona kwa macho na niliona kwa mifano. Mzee anaamka anaenda mlimani kufunga na kuomba siku ngapi? Mimi nimeona na nimefundishwa kwa kuangalia na kuona kwa macho. Kwa akiokoka mtu leo ambaye hatafundishwa kufunga na kuomba siku tatu hataona kwa macho mtu anaenda mlimani kuomba, mnategemea huyu mtu ataomba, atafunga, ataenda mlimani? Mlimani kwanza anashuliza, walienda mlimani ili mlikuwaga mnaenda mlimani? Umeona, ni kitu ambacho wao wenyewe hawajaona kwa macho, hawajafundishwa. Kwa hiyo wanauliza kuna milima, watu wanafunga, wanapanda mlimani, kwa sababu sio kitu ambacho kiliendelezwa, kuatamiwa, kufundishwa na kuonyeshwa kwa mifano. Nani yuko na mimi mpaka saa hizi? Nani sijampoteza kule mwisho, mnanisikia? Bahati mbaya mimi ndio yule mchungaji wa masaa mangapi, na narudi kwangu, ila mnatakiwa tu mnisikilize, mnivumilie. Haleluya, haleluya! Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Visipofundishwa hufanyaje? Hupotea. Sio kwa kwa sababu sababu havipo kwenye Biblia, sio kwa sababu sio vya kwenu. So motivation yangu ya kufunga, kilichokuwa kinanisukuma na kunitia moyo kufunga na kuomba. Actually ilikuwa mama, siku ya kufungulia alikuwa anapika misosi mitamu <laughs> Sasa pa kuchekesha, ukiacha kucheka mtacheka wapi? <laughs> hey. A, a, cheka bwana, mbona mcheki? <laughs> Kipindi cha kucheka ndio hiki. So mama alikuwa anapika, na alikuwa akipika anakuja mama mwingine, labda Mama Tumaini, mama, mama Shangwe yuko yuko wapi? Hey, mama Shage anapika nyumbani kwake, wanakusanya misosi yote. Jumapili ile asubuhi, wanaileta wapi? Kwa mchungaji. Wakiileta misosi yote kwa mchungaji, kinachotokea unakijua? Wanakula wa, siku ya kufungulia ya tatu wanakula halafu. Kuna sheria moja usiyoipenda inasema hivi: kama hujafunga malizia hauli <laughs> ah, au utakula baada ya walio funga. Uh, sasa mimi ni mtoto wa miaka kumi na mbili, nauona msosi mtamu hapo, mnasema jinsi ya kuula huu ni kwenda tu mlimani. Na wanaoenda mlimani, ninapata msukumo wa msosi na naita mzigo, mzigo wa kula uliotengenezwa, mzigo wa kufunga uliotengenezwa na njaa ya kutamani chakula cha kufungulia. So naenda mlimani, wakienda siku tatu, mi naenda siku ya mwisho ile siku ya mwisho, mimi na mimi napanda.